Shirika la ndege la Kenya Airways litazindua safari za moja kwa moja kuelekea mji mkuu wa China, Beijing, kama sehemu ya mkakati wake wa upanuzi wa kimataifa. Shirika hilo la ndege ambalo, hivi karibuni limeanza kupata faida baada ya miaka ya hasara, limekuwa likifanya safari za Guangzhou kwa takriban miaka 20 na sasa linatazamia kupanua safari zake hadi miji mingine muhimu ya China. Hata hivyo, shirika hilo linalazimika kuboresha fliti yake ya ndege zilizochakaa kabla ya kuzindua njia hiyo mpya kwa mujibu wa vyanzo kutoka China. Kwa idadi ya watu inayokadiriwa kufikia bilioni 1.3 China inaendelea kuwa nguvu kubwa duniani, huku serikali yake ikihamasisha raia wake kuwekeza na kutafuta masoko ya bidhaa na huduma zao kote duniani. Kwa sasa kuna zaidi ya makampuni 500 za kichina zilizosajiliwa na kufanya kazi nchini Kenya, na idadi hii inatarajiwa kuongezeka endapo Kenya Airways itafanikiwa kupanua safari zake nchini China. Rais William Ruto, ambaye yuko katika ziara ya kitaifa, anahamasisha ongezeko la utalii kutoka China kuja Kenya. Kwetu sisi huu sio tu uhusiano wa kibiashara bali ni uhusiano wa watu kwa watu ambao tunataka kuhudumisha kwa undani, rais William Ruto aliambia CGTN katika mahojiano. Serikali imesaini makubaliano mapya ya kuelewana yatakayopanua mauzo ya bidhaa za Kenya kwenda China zaidi ya parachichi, ambapo katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje Korir Singoi alisema ni muhimu kwa Kenya Airways na mashirika mengine ya ndege kufanya safari kwenda na kutoka Beijing na miji mingine. Mizigo kwenda Beijing na kutoka China hadi Nairobi inapaswa kusafirishwa kwa haraka zaidi. Tunataka kufikia miji mingine ya China ili kunasa sehemu ya watalii milioni 20 wa Kichina, alisema Singoei. Rasilimali mbalimbali za kitalii nchini Kenya na sera za visa zisizo na masharti magumu zimechangia kuongezeka kwa hamu ya watalii wa Kichina kutembelea Kenya kwa vivutio vinavyotoka kwa safari za kuona wanyama pori hadi uzoefu wa kipekee wa kiutamaduni. Kenya imekuwa mahali maarufu kwa wasafiri kutoka China. Uzinduzi wa safari za ndege hadi Beijing inalenga kuhudumia soko hili linalopanuka na kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa watalii wa Kichina. Ili kusaidia shughuli zake zinazoendelea kukua nchini China. Kenya Airways inaunda ushirikiano na mashirika kadhaa ya ndege ya China kupitia mikataba ya kushirikiana ya safari na makubaliano ya kutumia nambari za ndege code sharing kwa pamoja. Ushirikiano huu unalenga kurahisisha safari na kuwapa abiria flexibility zaidi. Shirika hilo pia linaajiri hudumu wa ndege wanaozungumza Kichina ili kuboresha huduma kwa wateja na kuhakikisha mawasiliano bora na wateja wake kutoka China. Shirika la ndege la taifa lilivunja rekodi ya miaka 11 bila faida ya mwaka mzima wa kurekodi difaida faida shilingi bilioni 5.4 kwa mwaka ulioisha Desemba 31 mwaka 2024. Hii ni hatua kubwa kutoka asara ya shilingi bilioni 22.6 iliyoripotiwa mwaka uliopita, ikionyesha uboreshaji wa shilingi bilioni 28 na ongezeko la asilimia 124 katika faida halisi. Ingawa shirika hilo lilikuwa tayari limeripoti faida ya shilingi milioni 313 kwa nusu ya kwanza ya mwaka, halijawahi kurekodi faida ya mwaka mzima kwa zaidi ya muongo mmoja tangu mwaka 2013. Afisa mtendaji mkuu wa KQ na mkurugenzi mkuu Alan Kilavuka alihusisha mafanikio hayo na na ufanisi wa mkakati wa urejeshaji kupitia mradi wa Kifaru ambao umelenga kuboresha utendaji wa shirika kupitia hatua mbalimbali na kutoa huduma bora kwa wateja kupitia mikakati mahususi. Kwa mujibu wa uongozi wa kampuni, shirika hilo limejipanga kuboresha mtandao wake wa safari, kuwekeza katika upanuzi wa ndege na njia mpya, kumodernize mandhari ya ndani ya ndege na kupanua sekta zake za biashara ili kuhakikisha ukuaji endelevu, huku likijibadilisha kulingana na mabadiliko ya sekta ya usafiri wa anga.